Wekeza Tanzania inaletwa kwako na Azania Bank. Mtazamaji wa wekeza Tanzania popote pale ulipo, mtazamaji wa ukweli na uhakika TBC1, karibu sana ha, tukujuze masuala mbalimbali ya kiuwekezaji, lakini pia fursa mbalimbali za kiuwekezaji pamoja na za kibiashara tukiwezeshwa vilivyo na benki yako ya kizalendo tunazungumzia Azania Bank ha, mimi ni Vumilia Mwasha, nikiongozwa na mwongozaji wakati wote wa Wekeza Tanzania Neligwa Mugittu. Mtazamaji, karibu Kibaha Mkoani Pwani ha, tupo karibu kabisa na ile stendi ya zamani ya mabasi ha, na hii leo tupo tunakuja kuangazia uwekezaji wa kuunganisha magari nchini Tanzania. Ukipita kwa sababu ipo karibu sana na barabara Bara, Uh, utaona magari mengi uh, hata wewe utavutiwa kuona nini ambacho kinaendelea. Wekeza Tanzania jicho letu limefika na kufahamu kwamba mradi huu ni mradi ambao umesajiliwa na kituo cha uwekezaji nchini Tanzania TIC. Uh, nacho uh, kiwanda hiki cha GFA, uh, GF Vehicle Assemblers, ambao wao wanaunganisha uh, magari mbalimbali mbali. Tutajua kinagobaga lakini pia Wekeza Tanzania tulivutiwa licha kwamba ni mradi ambao umesajiliwa na TIC. Uh, pia ukubwa wa thamani ya uwekezaji wanasema ni zaidi ya bilioni 16, tukaona ni uwekezaji mkubwa kwa nchi yetu, lakini pia hebu tudadavue uh, faida zake. Na nikiwa kwenye baadhi ya ma magari ambayo yameunganishwa kutoka Tanzania uh, ni naye uh, meneja mkuu uh, wa GFA uh, Tanzania uh, naye ni Ezra Merenyi, ambaye tutadadavua kwa undani na utafahamu juu ya uwekezaji huu, lakini kiku bwa leo ningependa sana Watanzania wafahamu fursa zinazotokana na na, na kiwanda hiki cha kuunganisha magari. Karibu sana Ezra. Asante. Asante. Karibu sana Ezra asante, asante asante. Asante. Uhali gani? Mzima. Ujue Bwana Ezra wewe ni, ni mwanaafrika mashariki. mm -hmm. uh, uh, ukimwambia mtu kiwanda cha kuunganisha magari hivi huwa wanasema, eh, hivi na sisi lini tutakuwa na kiwanda cha cha kutengeneza magari? Lakini wewe ni mwanaafrika mashariki mm -hmm. Hivi kwa sisi kuwa na kiwanda cha kuunganisha magari badala ya kuwa na kiwanda cha kutengeneza magari ni hatua <laughs> kwa <laughs> kweli, vile mnavyoona itakuwa ni hatua kubwa sana. Kwanza uh, ni katika kuunganisha magari, kuna mambo ambayo hatungeweza kuyajua tukiwa kama bado tunaagiza magari kutoka nje, na ni katika ile teknolojia ama wana, wanaita technology transfer tunapata faida kubwa sana hapa ndani ya nchi. Ajira pia zinatokeza zinato, zinatoka mm -hmm. na pia vijana ambao wamesomea kama VETA mm -hmm. wamesomea uh, mambo ya magari mm -hmm. wanaweza kupata fursa ya kuendeleza ile fani mm -hmm. ya automotive engineering mm -hmm. na utajionea kwamba tuko na vijana wengi ambao wao bila uwekezaji huu ama bila fursa hii ya kuweza kuunganisha magari ndani ya nchi hawangeweza kupata hiyo nafasi. Mm. So ningesema kwamba kwa asilimia kubwa uunganishwaji wa magari inaleta faida ndani ya nchi. mm -hmm. Yeah. Kwa nini Tanzania GFA GFA? Kwa kweli, wacha nianze mbele mm -hmm. kwamba GFA inamilikiwa na Watanzania hmm. wazawa hmm. na kwenye vision yetu kama GF group ni kwamba badala tu ya kuagiza magari kutoka nje na tuyauze kama yalivyo hmm. hivyo hmm. ni kwamba bodi na management waliona kwamba ni vizuri waongeze hatua hmm. ya kuleta magari ambayo hayajaunganishwa kama anasemble hmm. na hiyo ni dhihirisho kwamba wao pia wanaimani kwamba siku za mbele hatutakuwa tunaunganisha peke yake, tunaweza tukaanza pia kutengeneza mm. magari mm -hmm. na sisi kama GF vehicle assemblers tunajivunia, tunakuwa ni kiwanda cha kwanza Tanzania mm -hmm. kwenye modern vehicle assembly technology mm. do we have old modern assembly? Ningesema kweli hatu, hatukuwa hatuku, hatuku na old modern assembly. Mm. Old model assembly. Mm. Ni GF ambayo imekuwa kiwanda cha kwanza. Mm. Najua kwamba imetoa yani msisimko kwamba imekuwa ni viwanda vingine ambao wengine pia wanataka kuanzisha viwanda. Mm. Na hiyo imetokana kwa sababu tulionyesha kwamba inawezekana ile ambaye haikuwa inaonekana kwamba inawezekana ndani ya nchi, ndio hii hapa. mm -hmm. So dhihirisho ndio hii <laughs> na dhihirisho na, na, na limeonekana kwamba uh, ni uwekezaji ambao umefanywa na Watanzania tunapozungumzia mm. bilioni kumi na sita yeah. Uh, lakini mbona kama kwenye kwa sehemu magari kama bilioni kumi na sita naiona <laughs> <undawezo ukazani> ndogo sana Ezra, kwa kweli unaweza ukadhani ni ndogo, lakini kwa mpaka sasa. Hebu acha tu niseme mm, kiufupi tulianza na kama magari 300 mm, kwa mwaka mwaka wetu wa kwanza 2000 mradi ulianza 2019, mm, na tukaingia kwenye ujenzi mm, alafu tukawa na mafunzo. Mwaka wetu wa kwanza tuliweza kuzalisha magari 342 mm. Hadi sasa tunapoongea tumeunganisha zaidi ya magari elfu tatu mia nane elfu tatu mia nane Tangu mwaka gani? Tangu mwaka 2021 na tumeweza tukaongeza pahali tulianzia mm. na hiyo ni dhihirisho kwamba sio, sio peke yake tu kwamba ni hapa Tanzania ama tu ni nini, ni kwamba kuna tuna wateja wanaweza wakaamini gari ambazo zimeunganishwa ndani ya nchi mm. Gharama ya haya magari ambayo Uh, mnaunganisha hapa ikoje? uh, je uh, ni sawa na ile mtu ameagiza gari au kuna utofauti? Nataka kujenga msingi wa watu kuona uh, kuna utofauti gani wa kuunganisha hapa hapa na kuagiza gari kutoka nje. Utofauti mm-hmm. sio kwenye gharama pekee mm. kwa kweli kuna utofauti wa gharama, lakini sio kwenye gharama pekee mm. tunatambua kwamba kuna viwango vya ubora ambavyo vinahitajika mm. ili gari ionekane kwamba ni imekuwa imepitishwa ili iweze ikawa barabarani. mm. Sasa sisi tunajivunia kwamba tumeweza tuka uh, hi, tukahitimu kwenye vigezo vyote vya ubora ambavyo vilikuwa vime, vimewekwa na wale wenye magari haswa. Na na na na hiyo ni nafuu kwa mteja. Mteja anaweza akakuwa na uhakika kwamba gari ambayo imetoka kwetu GFA mm -hmm. imeunganishwa kwa viwango vya kimataifa na haita feri. mm -hmm. Na mpaka sasa wateja wameweza kufurahia magari zetu, na sisi kama GFA tumeweza kushinda tuzo ambayo iliandaliwa na shirika la viwango TBS mm -hmm. kwa viwanda vikubwa mwaka 2022 na National Quality Awards, kuonyesha huonyesha kwamba tuna tunaweza kufika kwenye hizo viwango mm. vya kimataifa na kila tukipita hapa bwana mm -hmm. uh, tukipita hapo Morogoro Road tunaona tu matrack makubwa, matrack makubwa ndio ambao mna sembu peke yake. Hizi trucks kubwa ndio tulianza nazo mm. ndio tunaendelea nazo, na unaona brandi ya FAO ambayo ni brandi yetu ya kwanza mm. Kama GFA tunaweza tukaunganisha brandi nyingi tunaweza tukaunganisha kwa ile teknolojia ambayo tumeweka, tunaweza tukaunganisha ma, ma, magari madogo. mm -hmm. tunaweza tukaunganisha tuka pickup. mm -hmm. tunaweza tukaunganisha pia truck zile ambazo ni, ni, ni ndogo kwa ajili ya usafirishaji wa ndani mm -hmm. ya mji. mm -hmm. sio truck kubwa peke yake. Sasa lini mna na sisi wadogo tutakuja kununua gari mpya hapa ambayo imeunganishwa na GFA? hivi karibuni mm -hmm. sio mbali, kwa maana unapoangalia na uone nafasi ambayo tumechukua mm. tulianza na nafasi upande huu wa kushoto, na kwa wingi wa, wa, wa, wa zile oda kutoka kwa wateja mm. pia tumefanikiwa kupata eneo hili ambayo unaliona mbele yetu mm. na hili eneo ni zaidi ya square mita 1040 so tutaweza kuongeza tena uwekezaji ili tuweze tukazalisha kwa wingi magari madogo mm. na makubwa kwa. Kumbe nyie hamuunganishi GFA peke yake, brandi yote atakayekuja nyie mnaunganisha as long as watu wanahitaji. Kwa kweli teknolojia yetu mm. inaweza ikaunganisha gari aina yoyote mm. bora kuwe na uhitaji mm. na pia tunashukuru pia kwa sera mm. ambayo inaweza kutukuza sisi ili mm. tuweze tukapata ile confidence mm. imani kwamba tunapowekeza kwenye assembly ya magari mm. pia serikali naye inatupa support mm -hmm. mm -hmm. na, na, na, na mpo kwenye orodha ya miongoni mwa miradi mikubwa ya, ya iliyosajiliwa TIC na ambayo mnaonyesha progress nzuri. TIC bado inaendelea kuwalea kwa kiasi gani licha kwamba mmerejista mradi um, kwao? tunashirikiana sana uh, na, na TIC mm. na wao wameweza kutulea bado, wanaendelea kutulea mm. tukiweza kuwasilisha zile changamoto ambazo tumekutana nazo mm. katika uwekezaji huu na hadi sasa wametupa, wanaendelea kutupa support kubwa sana mm. nikiweza kuitaja hapa hatutamaliza, yeah. Lakini unaona mahali tumefika ni kwa sababu ya tumewezeshwa hivi, mm. na tunashukuru sana mchango mkubwa toka kwa, kwa serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan mm. na pia pitia Wizara ya Uwekezaji ndio tuko hapa, Wizara ya Viwanda na Biashara pia. Hmm. Tumeweza kushirikiana na wao mtazamaji mm -hmm. mm -hmm. wa Wekeza Tanzania kama ilivyoada ni kuahidi nitakupeleka aa, kwenye kiwanda na utaona zile process zote ili na wewe pia ujifunze jinsi ambavyo magari yanaunganishwa. Process moja baada ya nyingine aa, japo kule kiwandani wanafanya kazi na wakati mwingine inakuwa kelele, lakini ni kuhakikisha kwamba tutakupeleka uone. Ngoja tu, tuendelee kumalizia kidogo na Ezra kwenye, kwenye, kwenye mambo ma magari. Ezra hebu tuambie um, soko sasa hivi maake mshaunganisha magari mengi, unazungumzia swala la elfu tatu na kuendelea, tunaenda kwenye elfu nne tangu elfu mbili na ishirini na moja soko ni lipi? soko letu kubwa asilimia tisini na tisa mm. ni ndani ya nchi mm. na, na, na, na, na bado tunaweza tukaendelea ku, kuzalisha kwa zaidi mm. maana sio fao peke yake wako kwenye soko tunaingia pia ushindani na brandi zingine. Mm. Lakini sasa ukiwa kama GF na magari yaliyounganishwa hapa tunashindana, kwa hiyo mm. ubora wetu na pia magari yana yanapatikana kwa urahisi, ukipita tu hapa kibao unaiona una, una, una kiwanda una, una inge, una inge, una pata, na unaingia na unapata una, gari, una, una gari. Mm. Mm. Tungependa kufahamu kuhusu lazima la ajira mm -hmm. Swala so, la ajira mm -hmm. Uh, tangu mwanzo mpaka sasa hivi likoje? Watanzania wamefaidika kiajira wa kiasi gani? Fursa za ajira mm hapo -hmm. Uh, mbeleni tulianza na, na, na tulikuwa na kama wote jumla tulikuwa kama hamsini na kwa sasa tunajivunia tuko na uh, wote tuko zaidi ya mia mbili na tunaongezeka. hizo ni, ni, ni ajira za moja kwa moja ajira za moja kwa moja. Mm. na fursa zitazidi kuongezeka, maana tunapoingia tu, ukiwa ndani ya kiwanda utaona kwamba tuna, tuna, tuna laini mbili ya uzalishaji mm. kwa sasa tunatumia tu laini moja so tutaweza kuongeza ajira mm. mara mbili mm. kwa hiyo na maana zitafika mia nne zitafika mia nne za moja kwa moja. Mwaka gani huo basi? Tukipata tuki uweze, tukiwezeshwa zaidi tutaweza mm. tukafika mm. um. na ambapo Azania Benki ipo kwa ajili ya kuwawezesha. <laughs> <laughs> na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, Azania Benki wapo kwa ajili pia ya kuwawezesha wawekezaji kama hawa ili waweze kupata mtaji na watanue uwekezaji wao ambao wanafanya. Huyu ni Ezra Mereny ambaye yeye ni meneja mkuu wa kiwanda hiki cha GFA ambacho kinaunganisha magari nchini Tanzania. Tupate maneno kutoka kwa benki yetu ya Kizalendo Azania Benki ambayo iko tayari pia hata kuwawezesha kuwawezesha nyie mweze kutanua uwekezaji, alafu tukirejea, tutakupeleka sasa kwenye kiwanda hatua moja baada ya nyingine nawe ujifunze haya mambo ambayo yanafanyika. Siku moja nikiwa njiani, nilipata ujumbe wa kufanya malipo. Nilichanganyikiwa kimtindo, nikadaka boda chap mpaka kuelekea benki. Ehe, benki sikuwa peke yangu, tina taimu ilisonga kinyama kitaambo kubuka, na tayari kitambo walikuwa wameshafunga ndipo nilipokumbuka kumbe nina mkombozi chap, nikawasha app ya Azania Bank, nikafanya malipo na kulipa bili zangu zote. Cha kushangaza wote walihitaji kufahamu. Hata kwako pia ni rahisi sana. Ingia kwenye app au mtandao wa Azania Internet Banking, bonyeza menu, nenda GEPG payment, ingiza control number, kisha bonyeza verify, chagua akaunti ya kulipia na kiasi, bonyeza pay, kamilisha muamala. Azania Digital Benki kapopote. Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, baada ya maneno kutoka benki yako ya kizalendo tunazungumzia Azania Benki, ambao sasa hivi wanaenda na mambo yalivyo, wako kiganjani mwako kwenye WhatsApp na kadhalika, kuhakikisha kwamba unapata huduma aa, na kwa wakati wowote pia. Wakati mwingine kama ukitaka kufahamu ni tawi lipi kipindi cha sikukuu na mambo kama hao liko wazi, unaweza ukatembelea ukurasa uh, wao wa Instagram, Facebook Andika uh, tu Azania Bank uh, na utafahamu yote hayo. Tuendelee sasa, tunaendelea kuangazia uh, kiwanda cha kuunganisha magari ambacho uh, kipo nchini Tanzania cha GFA, na hivi sasa niko ndani ya kiwanda kama ambavyo nilikuwa nimekuahidi, na kazi zikiwa zinaendelea kama kawaida, vijana wakiwa wapo kazini, na kwa bahati nzuri sana katika zile ajira ambazo ambao zimezalishwa ambazo, na wataalamu na uwepo wa wataalamu ambao ni wa Kitanzania. Nimekutana na mwanadada sasa tutazungumza naye kwa undani na tutapata elimu ili kuona ni kwa namna gani haya mambo yanafanyika. Yana mrembo, uhali gani? Hali nzuri. Hebu tuambie, uh, wewe ni nani, ujuzi wako ni upi na mambo yanaenda vipi hapa? Mimi yeah. ni kama team leader. mm -hmm. Nilianza kama assembler tukiwa watu hamsini na tatu mm -hmm elfu mbili na ishila, ishirini, mm -hmm. Baada ya hapo zikaja fursa za kuchagua viongozi katika mm -hmm. stesheni kwao, nikabahatika kuwa kiongozi wa kila stesheni mm -hmm. kwanzia stesheni stesheni. Kwani mna stesheni ngapi? Na stesheni nane tisa. Na ukisema stesheni unamaanisha nini kwenye kiwanda hiki? Yani, katika kiwanda hiki kila kitu kina kubwa kila ee kutokana na ukiangalia mm -hmm. ikiangalia kesi ile pale ikishatoka supply chain, mm -hmm. supply chain wanaingiza stesheni wani. Kwa hiyo stesheni wani wanakuja wanaunganisha baasishafti spring za nyuma na spring za mbele, ambapo kisha maliza kuunganisha ile mm -hmm. spring ya mbele na ya mm -hmm. nyuma ku, na zile barasishafti wanakuja wanaipindua sabu wanakuwa juu chini, wakishaipindua tayari tayari kwa kwenda station 2. Station 2 wao wanahusika na tote exo kama hii hapo wanayoiona hapa, mm -hmm. na wanaweka li exo ambayo ni exo za nyuma ndo, mm -hmm. wanahusika kuweka na shock hapo. Ikishatoka station 2 inakuja station 3. Station 3 ndo kama ile pale, mm -hmm. wanakuja wanaweka stern box, wanaweka engine mounting na bracket. Bati zinatofautiana kuna zingine zinatumia madigadi zingine hazitumii madigadi. Kwao unakuta zinawekwa brackets zote za madigadi, ambapo hakisha maliza stesheni 3 inakuja tena stesheni 4. mm -hmm. stesheni 4 wanakuja ta, mm -hmm. wanaweka tanki taa wanaweka pipe za kutofautiana bati by bati ukiangalia, mm -hmm. hapa ambayo ipo kwenye line laini 3256 o 3256, wao wakishafunga tek tayari wakisha funga tech ta sakaunty mm -hmm. E aa reserve inakuja naama inaenda station 5. Station 5 mm -hmm. wanakuja naeka pipe zote ambazo zinazopita kwenye gari mm -hmm. kwa ajili ya connect, kwa ajili ya engine. Ikisha toka station 5, wanapeleka station 6, yani ina stage by Station 6 wanakuja wanafix engine, ambapo hiyo inakuwa imesha sub-assemble, engine sub-assemble. Mhm. Hawezi ku-assemble pale pale station 6. Kwa hiyo kisha toka engine sub-assemble tayari imesha kamilika, imeshaunganisha gearbox, clutch plate, pressure plate, inakuja station 6. Mm-hmm. Station 6 wakisha maliza ku-mount engine. Mm-hmm. Wana mount engine, wana mount mudguard, kuna baadhi ya magari za mudguard, zingine za mudguard. Inategemea na basi. Mm -hmm. Ikishamalizika Inaenda station 7. Station 7 mm, wana mounti cabin. Cabin ambapo inakuwa imesha asembo cabin, saba asembo kila hatua ina asembo mm. mm. yake mm. Kwa cabin kisha malizika kule, cabin amesha asembo tayari kutoka stage 1 hadi station station 6, maana cabin ni station 6. Kwa hiyo kutoka cabin 1, cabin 2 hadi cabin 6 mm, inakuwa ipo complete. Kisha malizika ndo inakuja station 7 mm. Station 7 ndio wakujwa na mount kwenye gari, kwenye chassis. Wakisha maliza kumaati kwenye chese, wanaweka matairi, wanaweka yokibi, na kisha maliza, tayari inamaenda station 8. Station 8 wanaweka lubrication zote za kwenye gari ikiwemo gearbox oili, njini oili, difoili kulaci, vilainishi vyote vinawekwa station 8. Baada ya kumaliza station 8, mm -hmm. 8 inaenda end of line, ambayo ni station 9 mm. Station 9 wao mm. ndo final wa kwenda kukagua ile gari ambapo imetoka station 1 mm hadi -hmm. station 9. baada mm -hmm. ya kumaliza station 9 pale, wanakuja mm -hmm. wana start gari wao ndio wanaostart gari uh -huh. wana inafanywa road test kwanza, ikisha maliza end of line kufanya road test inaenda quality, quality ndio yeah. fine mm. Kwa, akisha maiza quality, inaenda kwa customer. mm. Mtazamaji imekamilika. Imekamilika. Imekamilika. wa Wekeza Tanzania nime aje, vizu, na nimemwacha mwanadada aeleze vizuri na ni matumaini yangu meona utaalamu huo. Kuanzia stage 1 mpaka stage 9 ambayo ni ya muhimu. Hivi kwa, kwa uwepo wa kiwanda hiki cha kuunganisha magari kwa kitaaluma mmeona kuna faida gani kwenu nyinyi mafundi ambao mnafanya kazi mndani Tuna faida nyingi sana mm -hmm, kwa sababu ukiangalia vijana wengi mm -hmm, tulikuwa tunamaliza VETA kabla kiwanda kijafunguliwa, unakuta mtu kamaliza VETA anakaa tu mtaani ana sehemu ya kwenda kufanya kazi mm -hmm. Kwao kuwepo kwa hapa kazi imetuia urahisi ya vijana ya kupata ajira mm -hmm. Eh, kwao imekuwa nzuri sana, vijana wapata ajira mm -hmm. Kwao hata yale mashawishi ya huko mtaani wanajikipu bize na kazi kiangalia unaingia saa moja na nusu unatoka saa kumi na nusu Kwa hiyo muda mchache wa kukaa nyumbani, muda mwingi wa kufanya kazi, kazi. Sawasawa na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, ni matumaini yangu umepata vilivyo, uh, kuvota, kwa, kutoka kwa mwanadada, na ni matumaini yangu kwamba umejionea hatua moja baada ya nyingine kwenye swala so zima la kuunganisha magari katika kiwanda hiki cha kuunganisha magari cha GFA na sasa hivi, na nipo na meneja wa rasilimali watu wa kiwanda hiki ambaye nimependa sana nizungumze naye nikiwa na jambo moja kubwa na miongoni mwa jambo ambalo ninalo ni swala yes, zima la mafunzo yes, kwa vijana wetu ambao wako kwenye hiki kiwanda. Mafunzo likoje limekaa vipi? Uh, GF Vehicle Assemblers tunaamini sana kwenye mafunzo, na kwenye mafunzo sio tu kwenye upande wa internship, la hapana, ni kwa upande pia wa field attachment, na nikisema field attachment, nikimaanisha kwamba ni mafunzo kwa vitendo kama Sera ya Tanzania ikiwa inaongozwa na Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia au Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye uwekezaji wa viwanda, na sisi tumejikita katika kuboresha au kuendeleza ule ujuzi ambao unaozalishwa kule Veta. Ni kweli nina wafanyakazi zaidi ya mia mbili hapa mm -hmm. na wote wote ambao wamepitia Veta kwa sehemu tofauti za Tanzania mm -hmm. na wakija hapa wanafanya vitendo na kuangalia kile je walichofundishwa darasani kinakuwa kinaelezwaje kwenye vitendo. Kwa hiyo, nyinyi wa rasilimali watu, mbona kama umesisitiza sana VETA hapo. <laughs> Ah, nimesisitiza VETA kwa sababu uh-huh. sera hata ukiangalia waziri wetu mkuu anahimiza sana vijana kupita VETA na mimi kama mkuu wa rasilimali watu GFA kwa assemblers ina sekta zote ambazo ziko pale VETA. Mm. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tunaweza tukasema tu si maneno ya serikali, mm -hmm, lakini inatekeleza pia kwa vitendo kama mnavyoweza kuona vijana wa Tanzania ambao zaidi ya mia mbili ni Watanzania, na ukiangalia wageni ni asilimia ndogo sana ambayo iko hapa kwa idadi kubwa. Kama nikisema wafanyakazi mia mbili, mm -hmm, wengi ni Watanzania mm -hmm. Idadi ni ndogo sana, hata wageni hawafiki kumi ambao tuko nao hapa. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, unaweza kuona kwenye idadi ya watu mia mbili, kama hata kumi wageni hawafiki. Kwa hiyo ni... kumi wanasaidia kwenye eneo hili hao kumi wanasaidia upande wa engineering, upande wa production, upande wa kuangalia ubora wa bidhaa na pia kwenye uongozi kwa ujumla, kwa sababu ni kitu kipya ambacho kiko Tanzania. Na mpaka leo tumetimiza miaka minne, lakini tunatazamia kwamba kiwanda kuweza kupanuka, na nikiangalia ile vision na mission yetu ni kuweza kufikia hata wafanyakazi mia nne. Kwa hiyo ninaamini kwamba ile sera ya ya serikali ya kusema kwamba vijana waende kujiendeleza VETA, basi mimi natoa eh, ushahidi kwamba nafasi au fursa zipo, waweze tu kuweza kujiendeleza na wanaweza kuja katika viwanda kama hivi kuweza kujipatia ujuzi. Mm, nashukuru sana, asante sana. <laughs> Na mtazamaji wa Wekeza Tanzania, ningependa nitoe katika kiwanda hiki uh, cha GFA uh, cha kuunganisha magari Uh, bila kuzungumza na mtu wa masoko. Upande wa kimasoko umekaa vipi? Soko lako ni lipi hasa katika uh, magari hayo mnaunganisha? Asante sana ndugu mtangazaji mm. Kwa ujumla sisi kama GFA, soko letu kubwa liko Tanzania mm. Na kwa kiasi chake pia tuko nje ya nchi mm. Ila wengi sana masoko yetu wanapata hapa Tanzania mm. Kwa gari zetu zote za FAO. Swali la muhimu sana. Je, uh, ni kitu ambacho tuna uh, uh, uh, tunamudu bei, tuna tunamudu. Uh, kwanza mimi naomba ni watoe hofu wa Tanzania wote, kwanza wasahau kuhusu kuagiza nje mm -hmm. kwa sababu hapa zinapatikana. kwa upande wa urafiki, bei zetu ni rafiki, lakini sisi kama GFA tumeingia pia makubaliano na taasisi wezeshi mm -hmm. kwa upande wa wawekezaji wote ambao wanatamani kumiliki hizi gana, wanaona kama uwezo kidogo na mm -hmm. unapungua, tumeingia makubaliano na taasisi wezeshi kama mabenki Mm. ambao wanaweza pia kupitia benki wakapata gari zetu mm -hmm. kwa kirafiki kabisa mm -hmm. bila mashaiti magumu mm -hmm. lakini bei zetu sio kwamba za kutisha, mm -hmm. kwa sababu hatuwezi fanana na wanaoagiza nje mm -hmm. sisi ni wazawa, bei zetu za kizawa. Na mtazamaji wa wekeza Tanzania, huyo ni meneja masoko kutoka katika kiwanda hiki cha kuunganisha magari cha GFA, ambaye alikuwa anatupa fursa zilizopo, lakini swala zima so la kimasoko. Mimi ni Vumilia Mwasha, kama ilivyo ada sina hiana, nikiwa naongozwa na mwongozaji wakati wote wekeza Tanzania Neligwa Mugittu, kuhakikisha kwamba unafahamu masuala mbalimbali so ya uwekezaji mm, yanayoendelea hapa nchini. Asante sana uh, kwa kuwa uh, mtazamaji wetu uh, oh, namba moja, lakini tushukuru sana Azania Benki kwa kuendelea kutupa nguvu. Asante sana, endelea kutazama TBC1, ukweli na uhakika, na hii ni wekeza Tanzania. Uwekeza Tanzania imeletwa kwako na Azania Bank. Siku moja nikiwa njiani, nilipata ujumbe wa kufanya malipo. Nilichanganyikiwa kimtindo, nikadaka boda chap mpaka kuelekea benki ehe. Benki sikuwa peke yangu, tina time ilisonga kinyama na tayari kitambo walikuwa wameshafunga. Ndipo nilipokumbuka kumbe nina mkombozi chap, nikawasha app ya Azania Bank, nikafanya malipo na kulipa bili zangu zote. Cha kushangaza wote walihitaji kufahamu. Hata kwako pia ni rahisi sana. Ingia kwenye app au mtandao wa Azania Internet Banking, bonyeza menu, nenda GEPG payment, ingiza control number, kisha bonyeza verify. Chagua akaunti ya kulipia na kiasi, bonyeza pay, kamilisha muamala. Azania Digital benki kapopote.